Na taarifa kutoka pwani zinaarifu kwamba wadau katika sekta ya afya wanahofia kwamba zaidi ya vijana elfu nne katika kaunti ya Kwale wanaotumia dawa za kulevya wako kwenye hatari ya kuambukizwa na kueneza maambukizi ya HIV kutokana na kudidimia kwa ufadhili wa mipango ya kupunguza maambukizi hayo. Vijana hao wamekuwa kwenye mipango mbalimbali inayofadhiliwa na shirika la misaada la Marekani, USAID na hazina ya Global Fund kuwasaidia kupata sindano mpya za kujidunga ili kuepuka maambukizi ya HIV. Wadau hawa wanaitaka serikali kuhakikisha mipango ya kutoa sindano na dawa za methadon haififii. Mwanahabari wetu Lawrence Ng'ang'a anaarifu zaidi kutoka huko Kwale. Kutokana na kuendelea kudidimia kwa ufadhili kutoka mataifa ya nje kutekeleza miradi ya kusaidia vijana kupunguza maambukizi mapya ya HIV, kusaidia walioathirika na virusi hivyo na wanaotumia madawa ya kulevya, asasi za serikali na mashirika yanayojihusisha na miradi hiyo wameanza kujikuna vichwa kutafuta jinsi ya kujaza pengo hilo. Kikao hiki kikitathmini ni mgao kiasi gani unahitajika na ni vipi utapatikana. Kuna haja ya stakeholders tofauti tofauti waje pamoja, tukaweza kwenda kushirikiana katika gurudumu hili, maanake ni janga. Ndugu zetu wale wenye walikuwa wanatumia dawa za, uh, za virusi bado watahitaji dawa ndugu zetu wale wanatumia dawa zile za kuwasaidia waachane na miadarati bado watahitaji dawa. Hofu kuu ikiwa vijana walio kwenye miradi hiyo wataadhirika zaidi iwapo pengo hilo halitajazwa kikamilifu. Fadhili wetu kweli ulishuka kwa sababu uh, USAID pia ilitoa ufadhili wake, na vile nimewaeleza pia Global Fund kupitia kwa Kenya Red Cross ilipunguza uh, pesa ambao walikuwa wanatupatia kwenye program zetu. Kwa hivyo sasa tuna, tunaona vijana takriban karibu vijana elfu nne watakuwa kwenye hatari ya kuweza kurudi kwenye kujibwenga na kutumia madawa ya kulevya tusipopata msaada wa dharura for pwds we have a very vast uh, harm reduction uh, program where we provide needles and syringes to this pwds of late we are aware of the dwindling funding we are trying to look at uh, areas. Kamati ya afya katika bunge la kaunti ya Kwale likipendekeza kuwe na sera ya kulinda ufadhili wa miradi hiyo kutoka kwa serikali kuu na zile za kaunti. Hivyo basi naona there is need ya kwamba hii picha hii iweze kupatikana. Uh, vizu, ipatikane uh, vizuri iweze kutokezea kule kwa national government, ya kwamba there is need for coming up with a, a policy ili enye taweza kwenda kuona ni vipi such organizations zinaweza zikawa zinapokea funding kutoka kwa serikali kuu ama hata kwa county government. Ni, ni viongozi waangalie watengeze sheria ili kutengwe pesa maalum kwa sababu wananchi wetu wataumia. Watoto wetu wataumia. Kuna wale watoto wetu wanatumia miadarati, kuna wale wameathirika na virusi na ule ufadhili umeondoka. What next for our people? Ni viongozi tukae chini, tutengeze policy ambazo zitaweza kusaidia watu wetu wa Kwale, si Kwale peke yake but Kenya nzima tu you know, as we can see has affected us drastically at the moment so I think it would be wiser for us to focus on what we can do within the counties even as we hope for um aid from outside. Lakini sasa tukipata mahoteli hoteli, uh, gavana uh, rais wetu na wengine wakiingilia wakumbuke hawa vijana ambao wanaumia na janga la madawa kulevya, itakuwa ni jambo mzuri sana. Lawrence Ng'ang'a, runinga ya Citizen.